Leo ilikuwa ni siku muhimu sana sisi katika bunge letu la Kilifi County Assembly. Mimi kama majority leader wa Kilifi County Assembly nimefurahika sana. Tumekuwa na mswada tata wa kuondosha spika wetu aliyekuwa spika Teddy Mwambire, na leo ndio mswada umeletwa. Umeku... tumekuwa tukifuatilia kisheria na leo ndio ikawa ni siku ya mwisho ya kuthibitisha yale makosa yake na kupiga kura, na tumeshukuru katika kura hamsini tumepata uungwaji mkono wa kura arobaini ambao wamesema hastahili kufanya kazi katika bunge hili. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba saa hii sisi kama MCAs tumeshukuru sana, tumeondoshwa mzigo mkubwa sana mzigo ambao ulikuwa unatusumbua sana kisheria, hata kisiasa e, hata kisiasa tuliona spika yetu pia alikuwa ameanza kuingiza mambo ya siasa ndani, na hapa kujue ni kwamba hapa ni mipangilio ya kisheria. Kwa hivyo tunataka kusema leo ni siku kubwa sana, tunaenda kusherekea na waheshimiwa wenzetu wale ambao wameunga mkono na hata wale ambao hawakuunga mkono pia tuko nao kwa sababu sisi ni wamoja na tunafanya kazi kwa pamoja. Mheshimiwa, mheshimiwa, labda, labda, labda, labda yale madai yale ni kama madai gani hivi? kiasi. Madai, na... madai mengi yale ambayo yamezua ni kwamba kufu, kuto kufuata sheria kwa sababu eh, spika wetu alileta uamuzi tata wa kutaka budget committee ivunjwe na ishughulikiwe na whole house committee ya whole house ambapo kisheria ilikuwa ni sheria tata. Alishauriwa na mawakili wetu pia makatibu akamshauri kwamba hii sheria hakuna, lakini yeye akasema haiwezekani, ilifanywa hivyo, ndio mwenyekiti wa budget committee akaenda kotini kutafuta haki yake kama mwenyekiti wa budget, na koti pia ikampatia mamlaka e, mwenyekiti wa budget na ikatupilia uamuzi wa spika historic.

mambo ya kuzalisha chakula. Mtaona mkienda kule. Nilikuwa kule juzi, tumeanza ekari za, za kwanza ku. e elfu nane <tipa> <tipa>